Kwa sababu nchi yetu imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi. Tuna madini mengi, tuna kila aina ya mbuga za wanyama kuliko nchi yoyote Afrika. Madini ambayo yanagombaniwa dunia nzima, yanayotengeneza mabomu ya nuklia, tunayo hapa Tanzania. Tuna zaidi ya tani milioni moja nukta tatu. Inatakiwa tu, tuwe na umeme wa kutosha kuweza kuuza umeme karibu nchi zaidi ya ishirini za Afrika kwa sababu madini ya uranium tuna zaidi ya tani milioni moja na laki tatu, wakati tani moja kila moja ya madini yale inaweza kuzalisha umeme wa kuendesha nchi zaidi ya kumi, tena nchi zenye viwanda. Kwa hiyo pamoja na kwamba tuna bwawa la Mwalimu Nyerere na kutokana na, na mabadiliko ya tabia ya nchi, ninasema solution pekee, suluhisho pekee ni, ni kutumia umeme ambao utatokana na madini ya uranium. Kwa ni watoe hofu, ndugu zangu wakazi wa Katoro pamoja na Geita, ambao wengi ni wachimbaji wadogo, nitaenda kuwainua na kukuza na kuwakuza. Na miaka mitano nitakao kuja kuomba kura katika maeneo haya, basi ntaona magari ya kifahari yakitembea kwenye hizi barabara, na ninahakikisha kwamba zitakuwa na lami ndani ya uongozi wangu. Haiwezekani mkoa unaongoza kwa kutoa madini Tanzania unaongoza kwa, kwa matumizi ya baiskeli. Ni kwamba hizi rasilimali ambazo zinatoka katika maeneo yetu zimeshindwa kutumika vizuri, tumeshindwa kutengeneza mabilionea ambao ni wanufaika wa rasilimali ambazo tunazo ndani ya mkoa wa Geita, ndani ya Katoro. Napenda kuambia kwamba nitakaporudi hapa kuomba kura mwaka elfu mbili na thelathini maisha kila mmoja atakuwa bora. Nimepata taarifa kwamba kuna mgao wa maji katika maeneo haya ya Geita, katika maeneo haya ya Katoro. Nimezunguka nchi nzima nikiwaambia kwamba tatizo la maji limefikia mwisho, kwa sababu kila halmashauri kila halmashauri katika nchi ya Tanzania itakuwa na gari la kuchim, magari ya kuchimbia visima. Maana yake ni kwamba kila mtaa utakuwa na magari ya kutosha ya kuchimbia visima. Lakini pia ndugu zangu wa Geita, mwenyekiti wangu hapa wa alianza kwa kuzungumzia swala la afya, kwamba sisi tumesema huduma za afya, na nakumbusha tena, zitakuwa ni bure.